Leo Jumanne ya tarehe ishirini na tano ya mwezi wa tatu mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano rais wa Burundi Evaristi Ndayishimiye ametangaza kwamba kuna taarifa za uhakika kwamba Rwanda inajiandaa kuivamia nchi hiyo ya Burundi. Wakati hayo yakitokea, mkuu wa majeshi ya Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba ametangaza kwamba majeshi ya nchi yake yanajiandaa kuivamia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, hususan kuelekea mji wa Kisangani ili kuipa support M23, kundi linalopigana na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Lakini kabla ya kuingia ndani katika habari hii ambayo inatishia usalama katika eneo la maziwa makuu, eneo ambalo Tanzania pia ipo, napenda kutumia fursa hii kuwashukuru nyote mnayotembelea channel hii, niwakaribishe wale ambao mnatembelea kwa mara ya kwanza endapo hujafanya hivyo na ikikupendeza unaweza kusubscribe, lakini pia unaweza kuweka notification on ili kila video mpya ikiwekwa hapa uweze kuhabarishwa. Kadhalika, licha ya habari hizi za kimataifa, channel hii ambayo sasa inafahamika kama Jasusi TV pia ina habari za kitaifa, chambuzi, matukio, masuala ya intelijensia, vile vile kuna kozi hapa. Kwa hiyo unapotembelea channel hii, licha ya kuhabarika, unapata pia fursa ya kuelimika. Baada ya utangulizi huo, nielekee sasa kwenye habari kuu, na habari kuu ni matukio mawili ambayo yanahusiana. La kwanza ni tukio lililojiri leo, ambapo rais wa Burundi Jenerali eh, Evariste Ndayishimiye ameeleza kwamba nchi yake ina taarifa za uhakika kwamba Rwanda inajipanga kuivamia Burundi. Lakini wakati hayo ya kijiri, mkuu wa majeshi ya Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba, huyu ni mtoto wa Rais Yoweri Museveni wa Uganda, ametangaza kwamba jeshi la nchi hiyo linajiandaa kuivamia DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jiji la Kisangani, na dhamira hasa ya kufanya hivyo ni kuliunga mkono kundi la M23 ambalo limekuwa katika mapigano dhidi ya majeshi ya Jamhuri ya, ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa, matukio yote haya mawili yanatishia usalama katika eneo la maziwa makuu na kama unafahamu, eneo la maziwa makuu linajumuisha pia Tanzania pamoja na Rwanda, Burundi, Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati mwingine Kenya pia huwa inaingizwa katika eneo hili, lakini hasa ni hizi nchi tano. Kwa hiyo tuanze na hii habari ya kwanza kwamba Rais Evariste Ndayishimiye wa Burundi ameeleza kwamba Rwanda ina mpango wa kuvamia nchi yake na amedai kwamba kuna ushahidi wa mpango huo ambao ushahidi umepatikana kijasusi unaothibitisha kwamba Rwanda inafanya jitihada kwa kupitia waasi wa kundi linalofahamika kama Red Tabara ambao lengo hasa ni kuvuruga amani ya nchi ya Burundi. Kwa mujibu wa Rais Ndayishimiye, Burundi iko tayari kwa mapambano yoyote na haitavumilia michezo ya ujanja kutoka kwa Rwanda. Hii ni kauli iliyotolewa na Rais Ndayishimiye. Lakini je, madai haya ni ya kweli au ni sehemu ya propaganda za kisiasa? Hilo ndio swali ambalo limekuwa likitawala, kwa sababu nchi hizi mbili zimekuwa zikirushiana lawama mara kwa mara. Hii si mara ya kwanza kwa Burundi kuituhumu Rwanda na wala si mara ya kwanza kwa Rwanda kuituhumu Burundi. Uhusiano kati ya Rwanda na Burundi umekuwa mbaya zaidi kwa zaidi ya miaka kumi sasa, hasa baada ya mapinduzi yaliyoshindikana ya mwaka 2015 nchini Burundi ambapo Burundi iliishutumu Rwanda kwamba iliunga mkono watu waliohusika na jaribio hilo la mapinduzi ambalo halikufanikiwa. Kwa upande wake, Rwanda imekuwa ikikanusha vikali tuhuma hizi ikidai kuwa ni za kichochezi na zisizo na msingi. Hata hivyo, kwa jicho la kijasusi, kauli ya Ndayishimiye inaweza kuwa na malengo mawili. La kwanza ni kuunganisha taifa kwa hofu ya adui wa nje. Mara nyingi nchi au viongozi wanapoeleza kuwa nchi ipo hatarini kuvamiwa inakuwa rahisi kuwaunganisha wananchi kuwa kwa kitu kimoja dhidi ya mvamizi. Kwa hiyo hii inaweza kuwa ni mbinu ya kisiasa. Aa, lakini pili, inawezekana kuandaa mazingira ya hatua kali za kijeshi dhidi ya waasi hao wa Red Tabara. Sasa, katika kupima hizi habari mbili, hili la kwanza halina uzito mkubwa, kwa sababu hakuna tija kwa Rais Ndayishimiye Kutish, ku, ku, kutaka kutengeneza uadui mkubwa zaidi na Rwanda kudai kwamba inataka kuivamia kuhifum, Burundi kwa minajili tu ya kuwaunganisha wananchi wa Burundi. Hakuna tukio kubwa nchini Burundi ambalo linahitaji kuunganishwa kwa kutumia kitisho kama hiki. Kwa hiyo hoja yenye uzito zaidi ni hii ya pili, kwamba inawezekana hatua hii ni katika kuandaa hatua kali za kijeshi dhidi ya waasi wa Red Tabara, lakini pia um, haionekani kuwa kaulini ya kubahatisha hasa ikizingatia kwamba Burundi nayo imekuwa ikihamisha wanajeshi wake na karibu na mpaka wa Rwanda na kuonyesha kwamba kuna, kuna dalili ya maandalizi kama kuna, yaani, kuna taarifa kwamba hali ya usalama katika eneo hilo sio ya kuridhisha. Kwa hiyo inawezekana kwamba taarifa hizi ni za kweli kuwa Rwanda inataka kuivamia Burundi na Burundi inachukua hatua za tahadhari. Tukio la pili ni kuhusiana na mkuu wa majeshi ya Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba kuhusu kwamba majeshi ya nchi hiyo yana mpango wa kuvamia jiji la Kisangani huko Jamhuri ya, ya Kidemokrasia ya Congo. Sasa huyu Jenerali Kainerugaba ni mtoto wa Rais Museveni na ndio mkuu wa majeshi na ametangaza kwenye mitandao ya kijamii kwamba majeshi ya nchi hiyo pamoja na kundi la M23, wana mpango wa kuingia Kisangani ndani ya wiki moja. Taarifa hii, tamko hili limetoka juzi. Um, sasa je, Muhoozi anazungumza haya kuhusu Kisangani kwa nini na kuna tija gani? Ni ujumbe kwa serikali ya DRC? Je, ni onyo kwa Rwanda ambayo ni mshirika wa zamani wa wazaman wa, wa, wa DRC, ni mshirika wa zamani wa Uganda um, au kuna mengine ambayo hatuyaelewe, au ni dalili ya azma ya Uganda kurejea katika siasa za ndani za DRC kupitia nguvu za kijeshi? La muhimu kukumbuka ni kwamba huyu Muhoozi ana tabia ya kutumia mitandao ya kijamii kutoa matamko yasiyo na msingi, wakati mwingine ni ya kuropoka tu. Kuna tetesi ambazo hazijathibitishwa kwamba huyu mtu ana tatizo la ulevi. Kwa hiyo akisha lewa akienda kwenye mitandao ya kijamii anaongea, anaweza kuongea. Juzi juzi hapa alizua mtafaruku mkubwa baada ya kudai kwamba uh, kuna mpango wa kumchinja mpinzani maarufu nchini Uganda Bobby Wine, na hili tukio li lililaaniwa kwa kiasi kikubwa. Na kuna kipindi alilazimika kutoka kwenye mtandao wa kijamii wa Twitter baada ya kuleta mtafaruku mkubwa, mara ametishia nchi yake itavamia Kenya na kauli nyingine ambazo sio za kupendeza. Kwa hiyo kuna wanaodhani kwamba hili tishio uh, ni pengine ni hizo pombe zake, lakini inafahamika kwamba Uganda ina maslahi yake katika jamhuri ya Kidemokrasia na si actually kuvamia, kwa sababu tayari majeshi ya Uganda yapo ndani ya, ya jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yakiwa eh, na kisingizio cha kupambana na kundi la kigaidi la ADF. Kwa hiyo majeshi ya Uganda yapo ndani ya, ya jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini hili tishio la, la Muhoozi, General Muhoozi, cha pombe huyu ni kuwa uh, majeshi haya yanataka kwenda huko katika jiji la Kisangani yakiunga mkono uh, kundi la M23. Na katika siku za hivi karibuni General Muhozi amekuwa akiongea maneno mbalimbali mbali, kuliunga mkono hili kundi la M23. Sasa, kwa picha pana zaidi, haya matamko yana athari gani? Na haya yote yanayoendelea, hiyo tamko la Rais Ndayishimiye kwamba Rwanda ina mpango wa kuivamia kuivamia Burundi na hili la uh, tamko la General Muhozi kwamba majeshi yake yatakwenda huko Kisangani kwa pamoja kuna jambo linajitokeza kwamba kanda ya maziwa makuu inakabiliwa na wimbi jipya la mvutano wa kijeshi unaochochewa na viongozi wa juu wa kisiasa na kijeshi. Hizi ni hatari zinazopelekea um, kwa kiasi fulani kukua kwa makundi yanayosumbua katika eneo hili. Moja ya makundi haya ni ile Red Tabara ambayo linasumbua huko Burundi, M23 ambalo linafanya usumbufu huko Jamhuri ya, ya kidemokrasia ya Kongo na kundi la ADF. Hawa ni magaidi, hili ni kundi la kigaidi na hili linasumbua huko Jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, lakini pia linasumbua huko Uganda. Aa, kwa hiyo makundi haya yanaweza kupata nafasi ya kujitanua kwa kutumia ombwe la uongozi linaloweza kutokana na hii migogoro kati ya hizi nchi, lakini pia haya yanayoendelea yanaweza kuvuruga diplomasia ya kikanda. Mashirika taasisi kama jamhuri, uh, katika, katika mashirika kama jumuiya ya Afrika Mashariki uh, yanalazimika kuchukua hatua kali, lakini hakuna kinachotegemewa kufanywa na hii jumuiya ya Afrika Mashariki kwa sababu imekuwa ni dhaifu katika kukabiliana na changamoto hizi, lakini jingine la kutisha ni kwamba hali kama hii mara nyingi huwa inachochea biashara haramu ya silaha. Uh, moja ya biashara zenye faida kubwa na ambazo zinachochea kuendelea kwa migogoro katika eneo hili ni biashara ya silaha. Kwa bahati mbaya, Tanzania ni moja wa players katika hili, kwa sababu bandari ya Dar es Salaam imekuwa ikitumika kupitisha hizi silaha, na hii wakati mwingine huwa inachangia matatizo ya mahusiano kati ya Tanzania wakati mwingine na Rwanda na baadhi ya nchi, kwamba bandari hii imekuwa ikitumika visivyo. Sio msimamo wa serikali, lakini hili ni tatizo la ufisadi kwamba watu wadilifu wanaruhusu shehena za silaha kupita kupitia bandari ya Dar es Salam, lakini pia wakati mwingine ni kutokuwa makini na kuto kukagua shehena vizuri, kwamba watu wenye ajenda kama hizo wanaweza kutumia fursa hiyo kufikisha mizigo yao huko ilipofika. Kwa hiyo hiyo ndio hali halisi ilivyo huko na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi na Uganda. Na haya yote yanatishia usalama katika eneo hili la, la maziwa makuu ambalo Tanzania ni moja ya nchi hizo. Basi nawashukuru kwa kunisikiliza, nawatakia siku njema. Asanteni.